Na I hope ukopoa jumapili ya leo safi kabisa ya tarehe kumi na sita mwaka ukiwa bado ni elfu mbili na ishirini na tano. Mwezi wa tatu, mwezi wenye pilikapilika -pilika nyingi mara baada ya mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara Simba Sports kwa Dodoma Jiji, tulipata uh, wasawa kuzungumza na Heavyweight underscore ule unampata hivyo kwenye mitandao ya kijamii, na kubwa sasa, tulikuwa tukiuangazia mchezo kwa mapana yake. Katika ule mchezo, kuna nyota wa mchezo walioonekana, licha ya kuwa Kibu Denis aliondoka kama man of the match, lakini wapo nyota wengi ambao walingara, ikiwemo volcano ambayo sasa hivi inapokabiliana na timu pinzani, basi wajue kwamba kihama dhahama, fedhea itawapata kupitia mguu wake, mwite Elie Mpanzu. Mafanano yamekuwa mengi kwa wachezaji waliowahi kupita katika kikosi cha Simba Sports, ikiwemo Emmanuel Okwi, lakini wengi hasa wakimhusianisha na Luis Jose Miquissone. Wengi walimwita Konde Boy akihudumu hapa, kabla ya kuendea uh, kuelekea zake Misri kwenye klabu kubwa nambari moja barani Afrika iite Al Ahli. Nipo na Dula kuangazia, je, ni kweli aliye Mpanzu sawa na Luis Jose Miquissone ama kuna vitu wanafanana wanafanana navyo uwanjani? Dula, hivi Heavyweight yako iko vipi? Kwema, na namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo unasemaje? Salama. so, mfungo wa Ramadhan saumu, so imekali, inaenda inaenda inaenda, yeah inaenda. Tunashukuru Mwenyezi Mungu hmm. Ya tupo tunaendelea kutekeleza zile kati ya nguzo ambazo zinaunda dini ya Kiislamu ikiwemo kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya bana Dula, mitandao inasema vingi, vijue vinazungumza mengi pia, maoni ya watu yanatokana na kile ambacho kinatazama uwanjani. Wewe unavyotazama lie Mpanzu Louis Jose Miquissone, ni kweli wana vitu vinarandana au tunaweza tukasema ni DNA moja? Yeah, of course, hey, ki- kinamna fulani kuna vitu wanafanana, kwa sababu maanake wachezaji ambao wanacheza kwenye nafasi moja, yani mara nyingi sio tu kwa Louis Miquissone labda na ili Mpanzu peke yake, yaani mimi nazungumzia in general kwamba wachezaji ambao mara nyingi wanacheza wana, wana kwenye eneo moja kuna vitu lazima vitakuwa vina, vinafanana kwa sababu ili mchezaji acheze kwenye nafasi fulani uwanjani mm. Automatically lazima kuna characters yawe nazo ili iweze kumfavor yeye kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wana, wana mudu kucheza hiyo mm. hiyo nafasi, nafasi. Ndio ninachojaribu kusema, lakini kitakachofanya mchezaji fulani kuonekana mzuri zaidi na kuliko huyu kwenye nafasi husika mm. Hapo eh, inakuja sasa decision making maamuzi yake. Je, eh, huyu maamuzi yake yapoje? Kuna zile runs ambazo zinakuwa zinafanywa pamoja na ile skill set ya mchezaji kwa ujumla, manake uwezo wa kukaa na mpira, attempt zake anazofanya, uwezo wa kuwatoka mabeki, jinsi ambavyo anakuwa na uwezo wa kujua wapi akae kwa muda fulani, na vitu kama hivyo ndo vinakuja vina tofautisha. Kwa hiyo kwa upande wa Luis Miquissone pamoja na Mpanzu, of course, kuna some characters wanafanana, sio wote wana kasi, sio unanielewa wote uh, wana uwezo wa kudribble ingawa kwenye kudribble kuna tofauti kidogo. Jo Eli Mpanzu yeye uh, ana, ana, ana combine maana ana uwezo wa kudribble akiwa na mpira mguuni. Yaani maana yake ana dribble huku mpira upo mguuni lakini vile vile anaweza aka dribble ndefu kisha akaanza kukimbiza na kukimbizana na mlinzi na akamzidi kasi na akaweza kuwini mpira na akaendelea nao. Si unajua zile dribble za hivyo ni pia, alafu yeah, eh, eh, vitu ambavyo, hmm, eh, vitu ambavyo eh, vitu ambavyo kwa Louis Mixon sio rahisi kufanya kwa sababu Louis Mixon yeye strength yake ilikuwa ni kudribu akiwa na mpira mguuni, yani kwamba anakimbia akiwa na mpira wake mguuni na hauendi mbali, na ana uwezo wa kuingia na, kwa, kwa mabeki mm, kwenye situ la mabeki na kujaribu ku- kupenyapenya kuwafinya na vitu kama hivyo, umeelewa? mm. Of course hata ili Mpanzu anafanya lakini cha ziada ni kwamba ili Mpanzu yeye uh, ule uwezo kasi yake inamfanya yeye kuwa, kuwa na uh, decision nyingi zaidi akiwa na mpira mguuni aidha akimbie nao au au au uguse kidogo then yani ajitangulizie si tunapenda kuita kujitangulizia yani anajitangulizia then anauwahi uh, akiwa na beki pembeni na akamzidi kasi vile vile na akaenda kupitia nafikiri hata uh, katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji uliona amefanya hivyo mara mbili kwa hiyo ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa kwa, kwa sehemu hiyo. Lakini e, historically kuna tofauti kidogo kati ya Jose Luis Miquissone pamoja na Elie Mpanzu, kwa hiyo nikija kwenye engo hiyo, sababu mimi huwa mara nyingi wachezaji si, si siangalii tu msimu wake wa kwanza akiwa Simba au vipi no. Unajua mimi napenda sana kufuatilia mpira kwa hiyo, Elie Mpanzu yeye nimemfuatilia na anajua uwezo wake. Unajua Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuwa top scorer kwenye ligi yoyote ambayo atacheza hapa barani Afrika. uwezo huo anao. Kwa nini hivyo eti yaani unazungumza hilo... Uh, of course swali zuri. Umenielewa. Eli Mpanzu yeye uh, ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kufunga. Watu wasimchukulie poa kabisa, yaani uwezo wa kufunga goli kumi plus ndani ya msimu mmoja anao, ni jambo la kawaida sana kwake sana na na umenielewa umenielewa, na kwa nafasi ya pamoja, pamoja na kwamba anacheza winga ana uwezo wa kushuka chini anakimbia, lakini haimnyimi yeye nafasi ya kuwa top scorer, kwa sababu ana uwezo wa kufanya attempt, ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kuingia ndani ya penalty box kujaribu ku win ile mipira ambayo inatokea pembeni na vitu kama hivyo na ku tap in eh, na ikawa mabao. Ana uwezo huo mkubwa tu. Kwa hiyo eh, hii inaone, inaonyesha pia hata kwenye makuzi yake ya soka, sijui nanielewa ya kwenye makuzi yake ya soka ina inaonekana hili kwa sababu na wakati anaanza ya kari yake ya soka katika timu ya Bokayani ambayo ilikuwa inashiriki ligi daraja la 4 huko Kongo, akiwa na miaka 16 tu, alifanikiwa kuwa top scorer mara mbili mfululizo ndani ya kikosi hicho cha Bokayani, manake alifunga mabao 45 kabla ya Standard Delemba pamoja na AJ Van Ques kuanza kujipiga kikumbo kwa ajili ya, ya kutaka kumsajili. Baadaye AJ, AJ Van Ques walikuja kushinda vita, wakamchukua akajiunga nao mwaka 2019 msimu wa kwanza alifunga goli kumi na tatu aikiwa na AJ Vancus mwaka elfu mbili kumi na tisa. Hakuwa top scorer ku top scorer, alitoka katika kikosi cha FCD Jack, anaitwa Makama Maiko, alifunga ye mabao kumi na saba menelewa mm -hmm. kwa hiyo alifunga takriban mabao manne zaidi ya Eli Mpanzu. Msimu unaofuatia Eli Mpanzu wa kukubali, akaja kuweka rekodi ya kufunga mabao ishirini na nane Umenielewa? na msimu ndani ndani ndani eh, ya msimu mmoja mm -hmm. Maana yake msimu wake wa mwisho before hajijiunga na Vita Club mabao 28 na 8 hiyo hiyo ni jumla ya michuano okay. Wote aliyoshiriki au ni kombe la la, la, la, la ndani waliokuwa na nani? hiyo hiyo kwanza, nikwambie kitu kimoja. Hiyo AJ Vancus ilikuwa haishiriki ligi kuu, umenielewa? mm -hmm. Sababu yeye eh, ali Mpanzu ameanza kucheza ligi kuu akiwa na Vita Club, ndio timu ambayo imemtambulisha kwenye line of foot mm hiyo -hmm. AJ Vancious ilikuwa inacheza F f -kin, hmm. championship ni kama kwa huku tunaita championship hmm. au ligi daraja la la, yu... la, la la kwanza hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. ndio hmm. hmm. walikuwa wanacheza. Kwa hiyo of course, si ndio kombe la kuania hiyo kuchukua championship? Hawakuchukua kombe lolote, walikuwa wanashiriki ligi, walikuwa wanashiriki hmm. ligi hii hawakushiriki FA wala ligi tofauti na hiyo wameshiriki f -kin hmm. Hmm. two akafunga mabao ishirini na na nane. Kwa hiyo unabidi uelewe hilo jambo la kwanza, alivyokuja Vita Club msimu wake wa kwanza hakupata nafasi ya kucheza, lakini msimu unaofuatia na wake ndio msimu uliopita akafunga mabao kumi na saba. Umeelewa? Kwa hiyo kwa haraka haraka inaonekana huyu jamaa anafunga sana mabao. Kwa hiyo safari hii tayari kashafunga mabao mangapi? Mawili matatu, eh mabao matatu pamoja na mbili. Manake, anakaribia rekodi ya kumfikia Luis Miquissone katika msimu wake wa kwanza, naye aliingia dirisha dogo msimu 2019 20, unakumbuka, akamaliza na mabao manne na asisti moja katika ule nusu msimu waliocheza wa 2019 20, si ndio? Mm, so kwa hiyo tayari mabao ambao alichangia Luis Miquissone matano nusu msimu tayari Eli Mpanzu kashaya changia, yeah. Na stili ana mechi kadhaa za kucheza, sijui unanielewa, na mabao alifunga manne Luis Miquissone. Eli Mpanzu yeye anadaiwa goli moja kufikia ile record ya Luis Miquissone, kisha ana mechi nyingi za kucheza, kwa hiyo ana uwezo wa kufunga zaidi ya hayo mabao manne ambayo alifunga Luis Louis Mixon. Kwa hiyo inaonekana mm. Eli Mpanzu ni mfungaji mzuri zaidi mm. Kuliko Louis <coughs> Mixon. Na msimu mzuri zaidi wa Louis Mixon akiwa Simba Sports Club. Maana yake Louis Mixon akiwa Simba alikuwa na msimu mzuri zaidi, msimu 2020 mm. 21 mm. ambapo alifunga mabao 9 na assist 10. Maana yake alikontribute mabao 19. Sawa. Kwa hiyo ukifuatilia ile historical background ya Eli Mpanzu utagundua mm. eh, eh, msimu wake wa pili huwa anafanya vizuri, vizuri zaidi mm. kutajia, kwa sababu nimekutajia akiwa na AJ Vancus msimu wa kwanza akafunga mabao 13, wa pili kafunga 28. Akiwa Vita Club msimu wa kwanza akufunga bao mm. msimu wa pili kaja akafunga mabao kumi na saba michuano yote, kwa sababu kwenye saabu kwenye, kwenye maake hapa anazungumzia Coupe du Congo, nazungumzia ile uh, uh, uh, uh, wanaita league tables zile pamoja na championship group maake kuna league group manake unacheza kwenye ligi ya Kongo. Watu wabidi waelewe kwenye ligi ya ambao wanacheza mshindi wa, na A na kwanza wa B, Gekanu, ya Kinara ambaye ni majekanu ambae alifunga mabao matano Si unanielewa mm? kwa maana hiyo huyu Eli Mpanzu anaonekana anajua kufunga zaidi, umenielewa mm? Kwa hiyo hicho kipengele kina, amemzidi, Louis amemzidi. Jose Miquissone, amemzidi Louis Jose Miquissone. Lakini kwa sababu yupo Simba, acha tuangalie hapa Simba, je, atakuja kufika hizo namba za Louis Miquissone katika msimu wake bora ambao ndo Louis Miquissone alifunga mabao tisa pamoja na asisti mm, kumi mm. Sawa, so, so, umezungumza ume, ume vyema, na mimi nilikuwa na eneo moja ambalo nataka niulize Vipi kwenye eneo lake la kupiga mipira, mipira e, iliyokufa kwa maana ya free kick e, vipi mipira yake e, zile turning anazozifanya uwanjani Elie Mpanzu ukilinganisha na Luis Jose Miquissone? Lakini moja kati ya bao ambalo litakumbukwa kwa misimu yote la Luis Jose Miquissone lile alilofunga Al Ahly katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwenye eneo hilo wewe unalitazamaje? wanaendana au kuna mmoja kamzidi mwenzie kidogo? Of course Eli Mpanzu sio mchezaji ambaye ana utaratibu sana wa kupiga free kick, sio sana, umeelewa? Uh, lakini kwenye attempt, kufanya attempt, Eli Mpanzu anafanya sana attempt. Ni mchezaji ambaye ana na sio tu anafanya, ana uwezo wa kufunga kwa sababu eh, dhidi ya Dodoma Jiji alifunga goli, nikakwambia kwamba Dodoma Jiji wame concede goli kwa open play, kwa shuti la mbali. Ile ilikuwa mara ya pili bao la kwanza alikwambia alikuwa Kasim Ibrahim Feka wa Kagera Sugar. Si ndio eh? Lakini niligusia kwenye open play. Lakini kwenye eh, kwenye open play ndo mawili. Lakini kuna direct free kick ambayo ilipigwa na Dickson ya Mbundo katika mchezo dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo kwa kufanya attempt eh, Elie Mpanzu na Luis Jose Miquissone wote wako vizuri. Eh, yani kwenye ubora wake Luis Miquissone alikuwa na uwezo mzuri wa kupiga. Lakini hata huyu Elie Mpanzu ana uwezo mzuri wa wa kupiga. Yaani, watu wasichukulie poa. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kupiga. Kwa hiyo, eh, ni kama wana, kwenye hiyo character ni kama wana, wana, wanaendana sawa eh? Lakini kwenye engo eh, nyingine umeuliza nimekuuliza kwenye... eh, ile mipira ya namna anavyo tan eh... tan, tan, tan unajua eh, kwenye tan, hmm. eh, ukiachana mambo ya kiufundi unajua hmm. kuna ile body body structure ya mchezaji pia inabeba ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina hmm. ina vitu vingi kwenye kufanya tan Louis Mixon ni mchezaji mfupi. Mm. Automatically kiufundi anakuwa na low center of gravity ambayo inamfanya yeye kuweza kuturn kirahisi, okay, tofauti na mchezaji, mchezaji mrefu. Kwa hiyo low center of gravity inamfanya mchezaji mfupi kupenetrate, kufanya turn kirahisi. Okay. Okay. Kudribble mipira ikiwa haiendi mbali kirahisi, hmm, kwa sababu low center of gravity yake ni ni ndogo. Ni ndogo. Okay. Umeelewa? Eh, kwa hiyo so, ni, kubwa. Kinaposhuka kina ni low center of na, gravity. gravity. Kama ilivyo low maana yake ni ndogo. Eh hey, kwa hiyo it's very simple. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anakuwa ana, ana na skill set kubwa na wachezaji wafupi. Fatilia Lionel Messi, unamjua, una ndio mchezaji ambaye anaaminika na kipaji kikubwa mm. Kuna Maradona, umeona vimo vyao mm. Eh hey, kwa sababu wana, wana ile body lao linawafanya kuwa na wachezaji wepesi, kufanya turn kirahisi, kwa sababu ya ile low center of gravity. Of course watu wanatakiwa wawe na uelewa huo pia, kwa sababu kuna watu wanaweka ulinganifu kwenye vitu ambavyo hawana maarifa mm. navyo of course yani, hiyo hiyo ni kitu cha msingi sana kwenye kwenye kwenye kujua kwenye mambo ya. Kuna mambo mengi, kuna mabega unajua, kuna long limbs sijui miguu mirefu, kuna miguu mifupi, kuna mabega ya kuingia ndani, kuna mabega ya kutanuka. Vyote hivyo vinaamua skill set ya mchezaji, kwa sababu e, wachezaji wengi ambao wana miguu mirefu wanakuwa wana uwezo wana mdogo wa kufanya build up, wana uwezo mdogo wa kupiga mashuti, umenelewa tofauti na wachezaji ambao wana miguu mirefu. Kuna kimo cha mchezaji umeelewa, kuna mchezaji bodi bodi lake la juu ni refu kuliko miguu, hawa wanakuwa na uwezo mdogo wa kupiga mashuti. Hivyo ni vitu ambavyo wanafundishwa hata mascout. Kwa mfano Nelson Oko alikuwa na miguu mifupi kuliko urefu wa, mw, wa kiliwili kinamfanya yeye kushindwa kuwa mchezaji mzuri wa kufanya attempt, yani mashuti ambayo ya anamshinda na anakosa na ufanisi hivyo, umeelewa. Hivyo ni vitu ambavyo tutakuwa tunavigusia tuna lakini kwa eneo la turning baina ya Eli Mpanzu pamoja na Luis Jose Miquissone ni kweli kwamba eh, Luis Jose Miquissone turn zake zilikuwa nyepesi zaidi, na alikuwa very quick kwenye ku turn kupiga zile turn za kuwatoka beki. Kwa mfano hata goli alofunga dhidi ya Al Ahli, yani ali turn pale pale, pale, alafu akashoot. Yeah, of course, na kimo kinachangia ile low center of gravity inamfanya kuwa mwepesi na ku decide moments muhimu kama kama zile umezungumzia kuhusu maumbo eh, ya wachezaji lakini na swali hapo likanijia haraka haraka. Na maujiano ya mwisho tulio, uh, pata wasaa pale uwanja wa KMC, ulimgusia Shadrack Boka, uh, ni moja ya wa waathirika wa, wa, wa umbile uh, pindi anapokuwa uwanjani, hususan anapokuwa na mpira na jinsi anavyo hold mpira. yeah, of course ndio, lakini <laughs> sitaki kugusia sana huko, kwa sababu muda mwingine nao unajua, kuna mambo, kuna factors nyingi Nilewa. Mda mwingine decision making haijalishi hai sana we una body line gani. Unaweza ukawa una, una body lote la kimpira lakini wewe tu lile body hujui kulitumia. Linawezekana li, li sio kwamba hujui kutumia, inawezekana wewe mwenyewe tu uwezo wako au quality yako ya kiuchezaji nao ni afifu, ni ndogo. Hmm. Sawa? So, okay. Ya, kwa hiyo kuna wachezaji wengi wakubwa ambao ni warefu, wana maumbile fulani tofauti na wana perform vizuri. Kuna wachezaji wafupi wana perform vizuri. Unaelewa? Muda mwingine ni, ni, ni, performance lakini Shadrack Boka ni kwanza, watu wabidi waelewe yule ni mchezaji ambaye amecheza kwa muda mrefu sana. Ingawa umri wake unasoma miaka 24, sijui. Lakini ni mchezaji ambaye amecheza muda mrefu na, na, nataka nigusie tu kwamba yule ameshawahi kucheza kikosi kimoja kinaitwa FC Rhinos. Umeelewa? Mwaka 2015 kacheza timu moja yule, pamoja na Henoki Nonga alikuwepo, Juma Shabani alikuwepo, alikuwepo Jizidu Kapel Moloko alikuwepo Umeelewa? Na kulikuwa kuna Marcel Gimbi Vumbi, mm, kwenye hiyo timu mwaka 2015 na walicheza mpaka fainali ya Cup du Congo. Sasa, yeah, mimi nimekuwa surprised, mm, kwamba kuambiwa kwamba ni mchezaji ambaye ana miaka 24 na yeah, lakini of course ndo ilivyo soka letu la Kiafrika na maybe hiyo pia inamfanya asiwe mchezaji ambaye ana consistency. Unaweza mechi hii akakupa jambo zuri, mechi ijayo akaboronga na nini. Tusiangalie tu kwenye body structure peke yake. Unajua body isiwe ndio mjadala no. Kuna vitu vingi pia. Mchezaji anavyokuwa anatumika zaidi, pia sometimes ufanisi wake unashuka. Kwani chama chama sasa hivi na chama wa kipindi upo Simba ile 2021 au kipindi anachukua MVP. Ni sawa na sasa hivi. Yeah, kwa sababu pia ametumika sana. Umeelewa? Yeah. Kwa hivyo kuna factors kama hizo. Umeelewa? Yeah. Hey, uh, Louis Jose Miquissone mafanikio makubwa ambayo naweza nikayahesabu aliyapata e, ni akiwa Simba Sports, kutoka Simba kwenda Al Ahli, baadaye kurejea Simba Sports. Umemzungumza Elie Mpanzu, e, timu yake iliyomtambulisha e, katika ligi kusoka ya Congo ni Vita Club e, si ndio? Hmm. Tunarudi kwa e, Simba Sports, unaiona ni safari ya Elie Mpanzu kwenda mbali zaidi Kuliko kuendelea kusalia Simba. Uh, of course kwanza hapo uh, narekebisha kidogo Louis, Louis Mixon kiuchezaji kwenye karia yake, kweli Simba ndo ameonyesha ame, ame performance no. nzuri zaidi kiuchezaji mm -hmm. Lakini kimafanikio, maanake umesema kimafanikio, kimafanikio ni Al-Ahli kwa sababu walitoa ubingwa msimu unaofuatia ule ambapo yeye alikuepo sehemu ya squad ambayo ilitoa ubingwa Simenelewa. Sawa lakini hiyo hiyo tayari yeah, kwenye kwenye nini lakini okay, via alivaa medali okay, ya yeah, CAF uh-huh. Champions League. Kwa hiyo ya yeah, lakini uki ume, uka, uka ukaenda wapi tena badabu Kenda kwa Elie Mpanzu uh, safari yake sasa na yeye mm. kimafanikio unaiona mm. uh, ikivuka mipaka kama ya jo, Luis Jose Miquissone au unamuona kihudumu zaidi ndani ya kikosi cha kwenye mataji au naam na, na, kwenye mataji lakini pia Uh, mm. kila mchezaji ana ndoto kubwa na aina oh. ya uchezaji wake, unaona inafaa kwenda kwenye klabu nyingine kubwa kubwa, tunazungumzia watu ambao wachezaji wao eh, uh, ni tishio kwa bara la Afrika Mama. Of course of course, kwa, kwa kusema kwenda timu kubwa uwezekano nao lakini, kwenye mataji mm. jamaa kwenye kari yake ana taji moja tu la Kubdu Kongo mm. ambayo single handedly yeye aliisaidia Vita Club kuweza kutoa hilo taji mm. na inakuwa ni kwa mara ya kwanza toka mwaka 2001 hilo ndio lilikuwa taji lake pekee ambao ametoa mpaka sasa kwa sababu kwenye, kwenye ligi hawakuwa na, na performance nzuri Vita Club kwa ujumla. Kwa hiyo akiwa Simba Sports Club yeye anategemea sasa, kwa sababu ndo tayari kashakuwa mfalme, anategemea kuandika kitu kipya, kuweka rekodi nyingine ikiwemo kuchukua ubingwa kwa Simba Sports Club, wa club ambao wameukosa toka mwaka 2021 walipotoa mara ya mwisho. Uh, na anaweza kwa sababu kama nimekwambia toka elfu mbili na moja Vita Club walikuwa wanaliona tu Kudu Kongo linaenda kwa wengine. Uh, ye single handedly anaenda na anasaidia timu ile kuweza kutoa lile taji. Alikuwa top scorer by the way, alifungana na Jonathan Kangalombo. Lakini ye ndo aliweza kuchaguliwa mchezaji bora wa michuano hiyo. Manake alikuwa na performance nzuri by far, ukikompea na wachezaji wengine. Kwa kama aliweza kuipa timu ambayo ilikosa ile taji kwa muda mrefu kama hivyo toka elfu mbili na moja mpaka elfu mbili na ishirini na nne na automatically huwa hawezi kushindwa kuipa Simba ubingwa ambayo imeikosa kwa muda miaka mitatu tu iliyopita. Sawa? Eh? Ya kwa hiyo bado ana, ana nafasi ya kuweza kuandika historia ya kuipa Simba ubingwa, lakini bado ana nafasi pia ya kutoa kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Vyote vipo ndani ya sababu Simba wana timu nzuri au unabisha kwamba Simba wana timu nzuri? Timu inaonekana. Yeah, of course timu inaonekana kwa hiyo kwenye kombe la shirikisho kama wakimtoa Almasri, kuna possibility zaidi ya asilimia themanini Simba wakafika fainali na kwenye kombe la CRDB lipo ndani ya uwezo wao umeelewa? Eh, mkubwa aliobaki ni Simba na Yanga, Azam kashatoka. Singida ni upepo tu e, lakini ndani e, ya kwamba mtu akitokea akadoubt kwamba Simba hana uwezo wa kutoa kombe la shirikisho la CRDB, sasa huyo Uwe kwa, <laughs> <laughs> Uwe so so, so, so, so, swali langu la mwisho, uh, Heavyweight, majina huwa yanaibuka ibuka mengi mengi mengi pindi wachezaji wanapochezea ligi kuu soka Tanzania bara hmm. Na utokana na uh, wasemaji utokana na watangazaji, pengine hata mashabiki anaitwa hmm. Volkano. Kwa hivi sasa, Mpanzu anastahili kama ambavyo Kondeboy lilitawala mpaka leo, unapozungumza Kondeboy basi kila mmoja anajua umesema Louis Of course volcano ni moto ambao, mlipuko wa moto ambao unatokea mara nyingi kwenye milima si ndio? Mm. Na of course percentage yake ya, ya, ya, ya wanaita ile nini wanaita nini ile ah, sijui nini ile kwenye, kwenye watu wa sayansi wamesoma ile centigrade sijui nini ile nyuzi zile za uwakaji moto nyuzi joto zile ni kubwa kuchemka huwa ni 100 kuchemka eh, eh, lakini volcano ina, ina exceed hiyo kwa hiyo eh, eh hiyo uh, jina tafsiri yake ni kwamba ni mchezaji hatari mno. Mm. Yani, volcano yani, volcano hatari wake nafikiri yani, unaelewa uki, uki... Yeah. Of course of course, mm. Kwa hiyo uki ukija uki, uki sasa ukizungumzia uki katika engo hiyo, maanake volcano ni kitu cha hatari mm. mno kwa sababu kikikubabua hivi unakuwa hata mfupa ubaki. Kwa hiyo huyu ni mchezaji hatari kiasi gani? mm. kupoa jina kama hiyo ni mchezaji yani, maanake ni mchezaji hatari vibaya no. mm. Kwa hiyo anastahili kupewa lojini kwa sababu ameshaonyesha mm. Kwa imagine balaa ambalo wamelionyesha toka ligi imeanza toka toka ameanza kucheza ligi maanake mm. na simba wana, na, na hata Almasri pia wanaenda kukutana na ndoto ya kutisha sawa, uh, of course yes. mm. yani almasri Anaenda kukutana na ndoto ya kutisha kwa Eli Mpanzu. Unajua maana ndoto ya kutisha hmm. Yaani wao wenyewe muda huu, yaani ndoto kwanza inaanza kukutisha ukiwa usingizini okay. Afu ukiamka pale bado unakuwa bado unakuwa una una unaiwaza ile. hey, okay, okay, unaweza okay. Ukajikuta hulali mara unachungulia okay. Chungulia, chungulia madirishani, yani Leta yani kwa hiyo eh unaweza hata ukaenda uka kutia udhu okay. Upige rakaa kidogo kwamba hey, hapa eh kwa hiyo ndo kama Eli Mpanzu kwamba wale almasri masri hmm wanaanza kumwogopa kwanza e, kabla hata hajacheza na Simba, ndo hapo tunakuwa yeah. Tuko kwenye ndoto sasa, kwamba umelala, lakini unaanza kuogopa ukiwa usingizini. Alafu sasa ukikutana naye uwanjani, ndo tunachukulia umeshaamka, umeamka kwamba unakutana naye huyu hapa, yani sio ndoto sasa, inakuwa uhalisia. Nakwambiaje kaka, acha kuna, Kuma, jipang, eh? Of course kuna Kibu mm. Ana speed ameimprove ana work rate ya kutosha, ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kuassist. Mm. Alafu kwenye michuano ambayo anaipenda zaidi Kibu Dennis mm. ni michuano ya kombe la shirikisho. Mm. Alafu ana mtu kama Eli Mpanzu mm. ambaye ni mchezaji ambaye ana kasi. Kwa hiyo wachezaji wawili wenye kasi. Alafu kuna mbunifu kwenye kikosi Jancha ya huwa. Alafu kuna mtu kama Dese Mkwala. Imagine. Ah. Imagine alafu sasa kwa nini nisikwambie kwamba wale Almasri wanaenda kukutana na ndoto ya kutisha? na sio tu ndoto wa kutisha itawakabili, sawa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye huyo, Elie Mpanzu huitwa Volcano, haijaja bahati mbaya. Ni mchezaji anayestahili na ana uwezo mkubwa sana, menelewa, ana uwezo mkubwa. Kuna vitu kidogo tu ame-, yaani, kwenye aina yake ya uchezaji, kinachopelea vingeongezeka, angekuwa kama Mbappe. Ujua Mbappe? Of course, kwa sababu Mbappe ni mchezaji ambaye kwenye half space hakuachi salama, akipokea mpira kwenye half space kuna vikevu fulani ndizi well. fulani huwa anapiga zile wow. Eh, sasa, mfano Eli Mpanzu angekuwa anapenda sana kuoperate eneo lile, alafu anapokea mipira eneo lile, alafu anapiga zile ndizi hmm. Of course angekuwa kashakuwa Mbappe, kwa sababu vingine vyote, ana skill set zingine zote anazo za kumfanya kuwa mchezaji mwenye similar characters na Kylian Mbappe. Ana kasi anaweza akakukimbiza pembeni kule ukashindwa kumdhibiti, akaingia ndani akapiga vi, umenielewa? Ana uwezo mzuri kukaa na mpira mm. Ana jicho la kuona space na kupiga pass. Sasa kitu gani amekosa? Kwa hiyo ni mchezaji mkubwa sana, na hilo jina na staili, anaitwa Dula underscore heavyweight, mitandao ya kijamii, mfuate kwa jina hilo, utampata Instagram, utampata Facebook, tampata pia na TikTok eh. Nadhani pia alikuwa kwenye mchakato wa kufungua mtandao wake huo, atanijuza kama amefanikiwa au bado, lakini ni WeSport TV, tumepata wasaa wa kuyazungumza na kuyajadili yale ambayo yalikuwa yakizungumzwa zungumzwa hususani kwenye mitandao ya kijamii lakini mitaani, vijue mbalimbali vimne eh, kuwa vikimlinganisha Elie Mpanzu na Louis Jose Miquissone na miongoni mwa hayo tumepata faida ya kuzungumza na Heavyweight kwa kutujuza vipo vingi ambavyo kavizungumza katika interview hii. Kama upo mwisho, basi rudi mwanzo ili ukapate madini yaliyojitoshereza kutoka kwa Heavyweight ya underscore dula. Kutokea hapa sisi tunaweka nukta, ilikuwa ni Elie Mpanzu versus Louis Konde Boy Jose Miquissone, wote hao wamehudumu katika kikosi cha Simba Sports. Lipi litakalokuja tunakuchakatia kukulisha kile unachostahili. Endelea kusalia nasi na urambaze nasi katika kila kona kimitandao ya kijamii. Utatupata kwa jina la WeSport TV.